Kadzo Catherine ni mwenye tabasamu baada ya mbunge wa Jomvu Badi Twalib kuingilia kati na kufufua ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili ya Mama Ngina. Hii ni baada ya juhudi za mzazi wake kugonga mwamba, jambo lilopelekea walimu wa shule hiyo akiwemo David Mutugi kusaka usaidizi mbalimbali. Namshukuru sana mheshimiwa kwa kuwa amepiga hatua ambayo mm -hmm. imefanya ime, ime hata ni ni, ni ni haraka sana, kwa sababu vile mmefika, mimi hata nimeridhika, kwa sababu huyu mtoto akienda ili kungekuwa ni kazi ngumu sana. Mtoto ameenda national school, ameitwa national school na mm -hmm. hajaenda lakini, mahali ulipo Mheshimiwa Badi Twali, mbunge wa Jomvu, na kushukuru sana kwa kuchukua hatua ambayo itafanya tu si mtoto huyu mmoja peke yake, kwa sababu huyu akiwa kiongozi kama vile ulivyo kiongozi itakuwa sasa ni kizazi kingine ambacho kimeokolewa. Na kushukuru sana afisa ya mbunge wa Jomvu Badi Twalib, kiongozi na mwenyekiti wa kamati ya CDF Nagonda imeahidi kumuunga msichana huyo katika ufadhili wa masomo ulioanzishwa na mbunge huyo miaka michache iliyopita. Kuna mikakati kama ofisi k kreo, uongezi kreo, masharti kalitwali ambazo tumekuwa tukiweka tusaidia wananguzi, watu wanaenda kama mambo ya bursary, mpangilio tunaweka na mwezi huu kujaliwa na mpizanikutokea na bursary vilevile. Umekuwa na program ambayo mweziuajaa toka 2022 uh, mambo ya scholarship ya wananguzi ambao wamekuwa wakichukua wanafunzi bora ambao wamekuwa katika shule zetu za msingi, na nafasi ile tumekuwa tukichukua tuto 20. Programu ile imekuwa ikiendelea mpaka tunaweza kuwa saidi na support ya university, na vilevile vile saizi wanafunzi wanafanya vyema sana. Na kama leo tumekuja hapa badala yake, kuna wanafunzi ambaye wamepata alama 62 ambao alikuwa ni mwanafunzi alifanya vizuri sana. Ile mwanafunzi yule alikuwa na changamoto ile kwa kusoma. Na mheshimiwa alikuwa akifuatiza kwa makini na elimu na ambao wametuma sisi timu ya kusi tuko hapa wote ili yule mwanafunzi tuwezeona mtakatifu tunazaeka kumsaidia mwanafunzi yule shule. Mheshimiwa amecommit kwa yule mwanafunzi yule kwa mikopo ya 3000 ya CDF na kama school fees ili saidie yule mwanafunzi kujiunga na shule yake ya msingi na pia aidha, mmoja wa afisa katika ofisi hiyo, Asma Mohamed, amemwasa Catherine kuzingatia masomo yake na kutojiingiza katika masuala yasiyo na tija. Mheshimiwa furahi, isipokuwa ni performance yako. Ukifika shule, go and work hard, go and work extra hard. Angalia kule umetoka, angalia wazazi, angalia nyumbani. Utakwenda pata pia pressure, achana nazo wewe, hukufuata marafiki shule, wewe umefuata kusoma utakwenda pata watoto huku, ni watoto wa mawaziri, watoto wa watu wakubwa, lakini wewe jifikirie, mimi nimekuja hapa kusoma. Achana na magrupu, kienda shule kwa sababu hii scholarship yenye tumekupea, once ukidrop, utatolewa kwenye hii scholarship, kwa sababu hii scholarship ni ya watoto wenye wana perform, na kuna wengi tu kama wewe wenye wametaka hii scholarship, lakini bahati imekuangukia wewe. Kwa hivyo ukienda shule, zingatia haya maneno, usome kwa bidii. Mkuu wa shule hiyo ya Badi Twalib Edith Mova pamoja na mzazi wa Catherine hadi Hadija Juma wamemshukuru kiongozi huyo kwa kuingilia kati na kuwashika mkono. ali Uru, na nimpongeze sana sana sana Mheshimiwa Badi, ametushikilia mali kubwa sana na amezidi kutusongeza hatua hadi nyingine, hivyo tunajivunia sana uongozi wake na kwanza vile sasa ameshika kiongozi mwingine ambaye huyu siku za usoni atakuwa ameendeleza uongozi, kiongozi mzuri kuendeleza kwa, tunashukuru hibotu... sana venye mtoto wangu alipita, na hata pia baada ya hapo nikashtuka pia, lakini nashukuru wazazi wa wanani wa walimu wa Badi Twalib wamenani yani, wameng'ang'ana na mtoto mpaka wakamfikisha mahali ambapo wamefika. Lakini pia nashukuru Mungu kwa hilo, maana si si kawaida, si kawaida kufanyika hilo. Kwa Mungu kipekee. Ali Vincent Benvin TV.